Eh, katika nchi yetu pombe, eh, imethibitishwa kisheria, ndio maana wengi wanapokuwa katika utawali wa pombe wanajiona kama hawana tatizo lolote. Pombe ina athari ina athari, japo wengi huita kiburudisho na we, wengi husema kwamba uh, ni kitu ambacho kinaweza kuniondoa stress, uh, lakini tunaona kuna wengi ambao wanapata ugonjwa wa ini, wengi wanapata ugonjwa wa figo na wengine uwa watawali wa pombe wa pombe au waraibu wa pombe. Sasa ili kuweza kujua kwamba umeshatoka katika hali za utumiaji wa kawaida na leo uko katika utawali wa pombe, yani ni mraibu wa pombe, jiangalie katika haya maswali ambayo nitaweza kuuliza. Kama majibu yako mengi yatakuwa ni ndio, basi wewe uko na shida ya pombe. Je, yeah, unapenda weza kutumia au huwa unatumia pombe asubuhi ikiwa unajua ni muda wa kazi? Kama jibu ni ndio, basi wewe uko na shida ya pombe. Je, hauwezi kuweza kulala bila kuweza kutumia pombe? Kama jibu ni ndio, basi wewe uko na shida ya pombe lakini pia pombe imekusababisha kuweza kupoteza hamu ya kula, na wakati mwingine unajikuta unatumia hiyo pombe hujala kitu chochote, ambayo wakati mwingine inaweza kukusababisha kuweza kupata vidonda vya tumbo, lakini bado still unaendelea kunywa. Kama jibu ni ndio, basi wewe uko na shida ya pombe. Unatamani kuweza kuacha pombe, lakini unashindwa. Kama jibu ni ndio basi wewe uko na shida ya pombe. Lakini je, umeshawahi kuweza kujiwekea malengo fulani ukawa umetunza fedha fulani, lakini ukajikuta siku ulipokosa hela kabisa ya kuweza kutumia pombe, ukaamua kuweza kwenda kuipunguza kwe ile pesa na kwenda kununua pombe, ukayasubirisha yale malengo? Kama jibu ni ndio, basi wewe uko na shida ya pombe. Lakini ushawahi kuweza kukwepa majukumu yako ya msingi aidha kuwalipia watoto ada, aidha labda kuweza kulipa sehemu ambayo e, unaishi au aidha labda kulikuwa kuna hela fulani ya chakula, lakini ukajikuta hiyo e, pesa umechukua na na kuweza kwenda kununulia pombe. Kama jibu ni ndio, basi wewe uko na shida ya pombe. Je, yeah, inatokea migongano mara kwa mara kwa watu wako wa karibu familia yako au kwa baadhi ya watu ambao e, unawaheshimu au watu ambao e, wanaupendo na wewe na unatambua kabisa kwamba wanaupendo na wewe, kutokea migongano mara kwa mara ambayo inasababishwa na utumiaji wako wa pombe. Kama jibu ni ndio, basi wewe uko na shida ya pombe. Lakini e, watu wanapojaribu kuweza kukushauri kuhusu pombe huwa unajaribu kuweza kuwakwepa. Kama jibu ni ndio, basi wewe uko na shida ya pombe. Lakini wakati mwingine usipotumia pombe, huwa unapata vipelepele fulani, kama unaweza kupata msisimko wa jambo fulani, au unasikia mwili hauko katika hali za kawaida, unakuwa unasikia baridi au unapata kama homa au unapata hasira sana au unapata huzuni sana. Kama jibu ni ndio, wewe uko na tatizo la pombe. Kuna maswali mengi sana, lakini eh, kutokana na muda naweza kuweza kuuliza haya machache ambayo kama majibu katika maswali haya majibu mengi ambayo umeyapata ukijiangalia wewe, majibu mengi yapo katika ndio kwa upande wako, basi uko na tatizo la pombe. Chukua hatua sasa. Dapo Recovery House hichi ni kituo kinachotoa huduma za utunyamao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote, yani wanawake pamoja na wanaume. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0673204332 saidia